Ya, karibuni sana tunaendelea kujifunza na kuangalia fursa za kilimo na ufugaji mkoa wa Iringa wilaya ya Mufindi. Ya, ukiangalia hapa unaona msitu wa asili huu hapa mbele yetu, kule juu kuna miti ile iliyochomoza ile ni milingoti huku tunaita, au eucalyptus kitaalam. Aa, na mingine hii hapa karibu yetu kabisa. Lakini upande huu kuna miti hii ambayo ya zile mbao laini ambazo tunatumia mara nyingi mjini pwani Dar es Salaam na sehemu nyingine hii inaitwa pine na ili ujue kutofautisha pine na cypress au cypress wengine wanasema ni kwamba pine inakuwa na miti inakuwa na majani ya namna hii, ni kama visindano tu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo kilimo kingine ambacho kinafanya vizuri na ni cha kibiashara e, kwenye hii wilaya ni kilimo cha viazi mviringo au wengine wanasema viazi mbatata au maarufu viazi vya chipsi hivi hapo naona vipo kwenye matuta vimelimwa vizuri kwa ustadi kabisa. Lakini ukiangalia uh, upande huu pia, kwa sababu ya huo msitu wa asili maua yanayokuwepo kwenye viazi na mahindi hapo chini kwenye shamba la bondeni, utakuta pia mtu unaweza kufuga nyuki kwa urahisi kabisa, unatengeneza mizinga yako unapata um, mazalia au mbegu ya nyuki, unafuga nyuki. Kwa hiyo unaweza kufuga nyuki wasio ng'ata na wanaong'ata, lakini kwa asilimia kubwa aa, huku tunafuga nyuki wanaong'ata. Ukiona kama hapa, kuna kuna m, kuna hii wild berries, pia unaweza ukalima wild berries kama hizi. Kuna strawberry pia unaweza ukalima, kilimo kinakubali huku, lakini kama nilivyosema, aa, mizinga ya nyuki hiyo hapo imewekwa. Tayari, tayari ndani kuna nyuki wanaendelea ku uh, endelea kufanya uzalishaji humo. Kama tunavyofahamu faida ya nyuki, uh, nyuki wanasaidia sana kwenye kuchavusha mimea yani, pollination. Nyuki wanatutengenezea asali na asali inatumika kwa vitu vingi, ni chakula, ni dawa, ni vitu vizuri. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unaweza ukavifanya kwenye hii wilaya. Ya kwa mtu asiyejua eh, uzuri wa miti ya mlingoti au eucalyptus kama huu ni kwamba ukiupanda mara moja, umepanda milele, utautumia wewe na watoto wako na wajukuu na vitukuu vilembwe na vilembwekeza na kuendelea, kadiri watakavyoamua tu kuitunza, kwa sababu hii ukipanda, naona kama huu ulipandwa hapa lakini baadaye, mbegu zinadondoka. Mbegu ni hizi hapa, japo kwa hapa zinakuwa zimeshatoka mbegu zenyewe, zinazoota alafu huku unaanza kutoa maotea, yani hizo mbegu zinazodondoka zinatoa maotea kama haya. Kwa hiyo unaweza kapanda mti mmoja kama shamba ulitumia, umeacha tu. Baada ya muda ukakuta una miti mia inazidi kusonga na kujaza eneo. Lakini pia hii miti ni kwamba ukikata ule mti wa shina la kwanza, unakuwa kama umepalilia inatoa maotea au machomozeo mengi zaidi. Kwa hiyo utaamua wewe uache mangapi kulingana na ukubwa wa miti unayotaka. Kwa mfano ukiona huu ulikatwa hapa chini kisiki hiki, lakini kimetoa haya maotea yote hapa. Kwa haraka haraka, yapo kama kumi na tano hivi yanayokuwa kuwa. Kwa hiyo hapa unaamua ukitaka iwe nguzo moja kubwa sana, unaacha moja. Ukitaka ziwe nguzo kubwa mbili za wastani unaanza kuacha mbili ukitaka za kawaida ndogondogo labda tatu nne ukitaka ziwe mirunda, au ile miti midogo tunatumia kujengea. Unaweza kuacha mitano au sita kwenye shina moja. Kwa hiyo ukikata ile mara ya kwanza mti mmoja inaota mingi. Unaamua wewe uache mingapi. Na mshina ukishaliweka kama hivi halikauki; miaka yote lipo, wewe ukikata inachomoza mingine ukikata inachomoza mingine, ukikata inachomoza mingine. Wakati huo huo, zile mbegu zinapodondoka na yenyewe inaota, kwa hiyo inazidi kuzaliana. Kwa hiyo kama unataka iwe ya size fulani, na maana ile inayodondoka au inayoota yenyewe, unakuja unaingoa ili isijaze shamba, vinginevyo shamba litajaa alafu litakuwa kama umepanda fito au fimbo, naona. Kwa hiyo hii ndio faida ya eucalyptus au milingoti. Mbegu zake zinafanana kama hivi kwa hiyo nakuta kama hii hapa ndani inakuwa na hii haikukomaa kwa sababu ilidondoka ikiwa bado hapo ndani kunakuwa na mbegu kulingana na hiyo idadi ya hayo macho moja mbili tatu nne tano moja mbili tatu nne tano hii inakuwa na mbegu tano kwa hizo tano sasa angalia huu utitiri wa hizi mbegu zikidondoka zote afu zikaota inakuwa nyingi mno kwa hiyo ukipanda mara moja umepanda milele. Ndio uzuri wa eucalyptus au milingoti au miti ya nguzo. Ukiwa mdogo unafanana kama hivi, lakini upande wa huku tunaona kuna nini? Kuna pine. Pine, hii hii haioti tena. Ukipanda mara moja uh, ukija ukikata, umekata imekufa, inabidi upande upya. Kwa hiyo kila ukivuna una unapanda tena ukivuna unapanda tena, ndio hasara ya miti ya aina hii. Uzuri ni kwamba kama unataka kuchana mbao hii hapa pine unayoiona ina, inatumia muda mfupi mpaka uje uikate, wakati hii huku milingoti au eucalyptus kama unataka mbao inakaa muda mrefu zaidi, lakini kama unataka ukate Uh, mirunda au boliti au miti midogo ya nguzo basi milingoti inakuwa upesi zaidi kuliko pine. Kwa hiyo ukiangalia ng'ambo ya huku, unaona ni kilimo kilicho shamiri sana. Hii yote unayoiona hiyo mikubwa ya kijani sana ni miti, ni milingoti, ni pine, ni milingoti, pine. Lakini hizi sehemu ambazo zipo kijani zenye mazao mafupi, hapo ndo unakuta kuna viazi, kuna mahindi, maharage ulezi na vitu vya namna nyingine. Na hapa unaona kule ngambo hapa kuna chai inaonekana pale. Kwa hiyo kilimo cha chai wilaya ya Mufindi huku ndio kwao. Majani ya chai yaliyo mengi yanatoka huku. Ukiangalia huku unaona shamba limesafishwa vizuri nila, uh, ni la hizo pine ambazo ninawaambia. Kwa hiyo jamani, karibuni sana kwa wale wanaohitaji mashamba huku kwa ajili ya kilimo kama hiki parachichi na vitu vya namna hiyo, Tuwasiliane ili tuweze kupeana fursa kama hizi. Kumbuka tu ardhi ni hazina na kila unachofanya kinafanyika kwenye ardhi. Asante sana kwa kutazama, subscribe kama bado. Kama una swali na nini, utaniuliza, mawasiliano yatakuwepo kwenye sehemu ya description. Asante sana na Mungu akubariki.